Naam, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vina make headline huko mtandaoni ni sakata zima la mwanadada Zuchu. E bwana, Zuchu kama umefuatilia vizuri, basi utakuwa umeona kabisa kwamba e, kuna kama vile vijembe vinarushwa kati yake yeye na ex au mchepuko wa Diamond Platnumz anayefahamika kwa jina la, la Rita Nobet. Uh, huyu Rita bwana alimeki headline mara tu baada ya video kusambaa mitandaoni, zikiwa zinamuonyesha Rita akiwa yuko na Diamond Platinum zikipindikile, wakati Diamond ana wakati Diamond ana shoot uh, ile series reality TV show kule South Africa, ambayo inakwenda kwa jina la, la Young Rich and Famous Africa uh ambapo kipindi kile bwana, inasemekana kwamba kumbe Diamond alisafiri kwenda South Africa na mwanadada huyu. Sasa baadaye inasemekana kwamba walikosana kidogo, kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimetokea. E, basi moja kwa moja ikapelekea e, Diamond e, na huyu bidada kukosana na huyu dada. Inasemekana kwamba hapo ndipo ambapo video na mapicha yale yakavuja huko mitandaoni. Uh, so hivyo ndivyo situation ilivyo kwa ujumla kuhusiana na hii issue, na hapo ndipo ambapo watu wengi wakamfahamu huyu bidada Rita na wakawa wamemjua kama mchepuko wa Diamond Platinum. Lakini sasa uh, kumekuwa na back and forth, wamekuwa wakitupiana maneno na kama wanakumbuka vizuri, kuna kipindi ambacho uh, bidada huyu Rita alishawahi kutoboa siri nyingi sana kumhusu Zuchu kwa namna moja au nyingine, kama vile kumtia aibu, lakini pia vile vile alikuwa anajitamba kwamba Diamond haruki afurukuti, uh, ni wa kwake na vitu vingine kama hivyo. Sasa hivi karibuni bwana ukipita katika Insta story ya Zuchu na huyu bidada Rita, kuna baadhi ya vitu ambavyo vimesambaa kwa mitandaoni, watu wameanza kuvicompare au kuunganisha au dot kwa namna moja au nyingine, na inaonekana kwa namna moja au nyingine ni kama vile hawa warembo bwana wanatupiana vijembe. Meona bwana, eh, ni kwamba ukipita katika peji ya Zuchu Zuchu bwana, kuna hizi video ambazo zimesambaa mpaka huko TikTok zikiwa zinamuonyesha Zuchu akiwa anapika vitumbua. Lakini pia vilevile vile wakati bibi ya Zuchu anapika vitumbua, kuna maneno ambayo alikuwa anazungumza kama vile anajitamba kwamba yeye ni mpishi mzuri na vitu vingine kama hivyo. Salaam alaykum, mimi na swali moja. Unajua kupika au mbea tu? Kupika unajua au mbea tu? Ukalia kucomment kwenye picha za watu. Kupika hujui kupika kupika ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Zuchu bwana ndo ametoa hicho kijembe kwamba unajua kupika au umekalia ombea tu kucomment picha za watu. Hilo ni swali ambalo Zuchu alikuwa ameliweka huku akiwa alikuwa analisema huku akiwa anakaanga vitumbua. Sasa bwana, upande wa pili ni kwamba tukaona tena video nyingine ikiwa anamuonyesha Rita naye, huku kuna video ambayo imesambaa akiwa na yeye naye anafanya mambo mengine salama. Kwa upande wa Rita yeye uh, ameonekana akiwa na kaanga mayai sasa na kuandaa andaa masotojo mengine. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kwa upande wa Rita yeye alikuwa azungumzi, bali tu alikuwa ameonyesha akiwa anapika. Umeona bwana, eh? Kwa hiyo wadau huko mitandaoni bwana wamedai kwamba kile alichokifanya Zuchu kuuliza kama vile unajua kupika au umekalia umbea tu, Rita naye pia amejibu akiwa anapika masotojo yake. Kwa hiyo huo ndio, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa bwana, watu wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kuna mtu amesema bwana, jamani, huyo wa slide ya pili Bi Rita bwana anafanya utumbo gani? E, mwingine amekuja amecomment bwana Zuchu ni moto kweli kweli kupika, bibi, bibi, bibi, e, yani e, kupika anajua tunaona vitumbua vijaungua wala nini ni vya brown. Kuna mwingine amesema kwamba bwana huyo mwingine aache kucheza jikoni. Kuna mwingine amesema kwamba bwana huyo wa pili huko hakuna anachokifanya nachokifanya, yani watu wengi sana wajapenda kile ambacho alikuwa anapikapika Rita, lakini huku upande wa kwanza, huku huyu wa kwanza hapa aliyeposti ni Zuchu, watu wengi sana wamemsifia kwamba Zuchu, e, kupika anajua baada ya kuonekana akiwa anakaanga vitumbua. Sasa kufuatia hilo ambalo limetokea bwana, ni kwamba eh, Rita akaweka tena posti nyingine kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story ambao posti yake bwana, ni ubao umeandikwa kwamba Rita nobe kiboko yao utaki kajambe mbele, yaani kama vile baada ya watu kuonesha kama vile wamemsema sana Rita, basi moja kwa moja ndo akaja akaweka hiyo posti kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story. lakini pia vilevile, ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho kimemeke headline huko mtandaoni bwana ni sakata zima la watu kwenda ku comment katika peji ya bibi ya Zuchu, na comment ambazo zimejitokeza katika peji ya Zuchu bwana ni comment ambazo zinahusiana na sakata zima la Zuchu, kwamba watu kila mtu anafahamu kwamba Zuchu ameolewa na Diamond. Lakini hapo mwanzo ni kwamba tulikuwa tunaona hata wakiwa jukwaani, mara nyingi sana Diamond huaga na muuliza unanipenda mii e? Zuchu anajibu unanitaka pia e. afu kama anamaliziaga Diamond kwamba utanizalia, yani ule mstari wa kusema kwamba umeniridhia e. Diamond huaga na uongezeaga wakiwaga on stage, wana performa, anamulizaga kwamba utanizalia e, lakini Zuchu naye pia anakuja anajibu, afu anauliza utanioalini. Kwa hiyo mpaka hapo ikawa imeshaeleweka kwamba Zuchu bwana hataki kumzalia Diamond Platnumz mpaka atakapoolewa. Sasa hivi karibuni inafahamika kwamba tayari bibiye Zuhura ameshaolewa. Sasa je, swala la kumzalia Diamond ndi vipi? So, kutokana na hiyo situation basi moja kwa moja imepelekea watu wengi sana kwenda ku comment katika peji ya Zuchu wakiwa wanajua kabisa kwamba tayari sasa hivi ameshaolewa na Diamond Platnumz. Sasa swala la mtoto inakuwaje? Maana ukizingatia ni kwamba Diamond, tunaweza kusema kwamba ana mtoto wa kibongo ambaye anafahamika, maana yule Nasibu eh, maana yule Dylan kwa namna moja au nyingine, inasemekana kwamba wamemkataa za kibongobongo watu wanataka wapate bwana anko kutoka hapa hapa Tanzania, maana tunajua kwamba Diamond amezaa na mwanamke kutoka Kenya, Uganda, South Africa ambaye ni Zari na vitu vingine kama hivyo, lakini kibongobongo watu wanataka wapate shemeji wapate anko kutoka hapahapa -hapa Tanzania. Kwa hiyo wadau wengi sana wamekuwa wakienda kucomenti katika peji ya bibi Zuchu wakiwa wanamuuliza kwamba eh, Zuchu mbona ubebi mimba E, Zuchu unazaa lini, Zuchu mzalie Diamond na vitu vingine kama hivyo like hivyo want... Basi hapa kuna jamaa anaitwa Benadi Kachinga ameenda ku komenti katika peji ya Zuchu, ameandika kwamba Zuchu mimba utabeba lini, ambapo moja kwa moja Zuchu amekuja kumjibu huyu Benadi Kapinga baada ya kumuuliza kwamba, Zuchu... baada ya kumuuliza kwamba mimba atabeba lini Zuchu amekuja kujibu kwamba labda mwakani Benadi. Zuchu hapa amesema kwamba yeye kubeba mimba ya Diamond labda mwakani. Aa, mambo hayo. Kwa hiyo hivyo ndivyo situation ilivyo. At the end of the day, na wewe pia ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia vilevile hakikisha vile, tu unazidi kuwa karibu na, na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.